Baadhi ya wakulima wa viazi lishe mkoani Arusha wameiomba serikali kuwapatia uhakika wa soko la viazi hasa katika nchi za Afrika Mashariki kutokana na soko lake kuwa juu. Wakizungumza wakati wa mkutano wao jijini Arusha, wakulima hao wamesema kuwa soko la viazi lishe nchini bado si zuri, hivyo iwapo watapata soko la uhakika katika nchi za Afrika Mashariki wataweza kupata faida kubwa. Sechelela Kongola kutoka Arusha anatuarifu zaidi. Wakulima na wafanya biashara wa zao la viazi lishe kutoka katika maeneo tofauti mkoani Arusha, ambao wamekutanishwa na wafanyabiashara wa soko kuu la Arusha kuangalia namna ya kupata soko pamoja na kutambulisha aina hiyo ya viazi kwa wafanya biashara. Baadhi ya wakulima wa zao hilo wamesema viazi lishe soko lake ni kubwa, isipokuwa baadhi ya wafanya biashara wamedai kuwa soko la viazi bado ni dogo. Kwanza tunauza viazi na tunauza mbegu katika kitu yenye enye, bei zaidi ni mbegu. Mbegu inahela sana kuliko viazi, yaani viazi si zaidi kama mbegu, lakini tunauza sana viazi vya lishe, tunauza kwa shilingi elfu moja kama hiki kimoja kikubwa uto, utokaji wake ni vya shida, havipatikani ovyo. Kwa hiyo tukivipata kidogo ndio hivyo tunabatisha kidogo vya lishe viko kwa msimu tu. Mtaalamu wa afya Alice Mwambambale toka katika mradi wa kilimo wa TAP amesema viazi lishe vina vitamini A ambavyo vinawezesha watumiaji kuona vizuri, na umuhimu wa vitamini A ni kuhakikisha inaongeza kinga ya mwili na pia inaimarisha nguvu ya ufahamu lakini pia inaongeza nguvu ya macho kuona hasa nyakati za usiku. Kuna watu wengine ikifika usiku wa hawaoni vizuri, kwa sababu ya ukosefu wa vitamini A. Na kazi nyingine, vitamini A inasaidia kuimarisha nguvu ya mifupa. Mratibu wa mradi wa kilimo wa kusaidia wakulima TAP Kilian Kileo amesema wakulima wengi wamekuwa wakipata tatizo la soko huku wafanya biashara wakiwa hawafahamu ni maeneo gani viazi lishe vinapatikana. wakulima wengi ambao tunafanya nao kazi wamekuwa wakipata shida ya soko na wafanyabiashara pia wamekuwa hawana ufahamu kwamba, je, hivyo viazi lishe vinapatikana wapi? Wakulima gani wanalima? Sasa sisi kama mradi tunawaunganisha watu wawili, alafu Lengo kubwa ni kuongeza kipato kwa wakulima hao ambao wanafanya, wanauza hivi vitu na wafanyabiashara ambao wako sokoni. Pia amesema hujihusisha na kutafuta soko la mazao mengine ikiwa ni pamoja na mazao ya jamii ya mikunde na matunda katika mikoa ya Kilimanjaro na Arusha. Sechelela Kongola TBC One, Arusha.